adili na kupambana na ufisadi EACC sasa inataka mageuzi ya kisheria kupewa mamlaka zaidi kukabiliana na ufisadi humu nchini. Kwenye ripoti yake ya kila mwaka pia ikitangaza kufanikiwa kuokoa mali ya ufisadi ya shilingi bilioni 3.4 katika mwaka wa kifedha uliopita. EACC inapendekeza sheria kali dhidi ya wahusika wa ufisadi. Tume ya EACC imeutaja mwaka uliopita wa kifedha kuwa na mafanikio makubwa zaidi. Kazi iliyofanywa na tume hiyo imesababisha kurejeshwa kwa mali ya thamani ya shilingi bilioni 3.4 na kuzuia hasara ya shilingi bilioni kumi na sita. We celebrate these successes. It must not be lost on us that the fight is far from over over. Corruption remains a dynamic and persistent threat that adapts to our defenses. Ili kufanikisha kazi yao zaidi, tume hiyo sasa inataka sheria inayotumika kurekebishwa ili kuipatia mamlaka na nguvu zaidi. Miongoni mwao ni tume hiyo kutumia miezi sita kukamilisha kesi za ufisadi na kupewa nafasi zaidi kwenye uchunguzi. Ripoti ya tume hiyo ilionyesha kuwa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, kesi 838 zilichunguzwa, zikiwemo zile za rushwa, ubadhirifu wa fedha za umma, utovu wa maadili na mali zilizopatikana kwa njia ya udanganyifu. EACC pia wanafuatilia kwa dhati uchunguzi katika serikali za kitaifa na kaunti. Mfano ni kaunti ya Mandera ambako EACC inachunguza sitata za ubadirifu wa fedha. There is a file with the DPP, in fact two files on Marsabit County. There are two files we are just concluding, uh, one on Mandera County and another one on Garissa. Uh, we also have started investigations in Isiolo County. So kitaifa mashirika muhimu ya serikali kama vile baraza la ngozi, halmashauri ya baraza kuu Kenya, halmashauri ya usambazaji dawa Kenya, Power na hata hazina kuu zinachunguzwa. Na si hayo tu, EACC pia inachunguza maafisa wa umma waliotumia stakabadhi feki kupata ajira. It is very sad that even very False documents, forged certificates. It is an embarrassment to our society. If you want academic uh, qualifications, we have more than enough universities in this country. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.